Aisee, mambo vipi uh, karibu tena. Mimi naitwa Oswald au Tovuti. Leo naenda kuzungumzia uh, topic moja ambayo nimekuwa nimekuwa natamani sana kuizungumzia, lakini nilikuwa sijapata nafasi ya kuizungumzia, na hii inatokana na tunasema PTSD <laughs> vitu ile ambavyo mtu unasema umepitia, alafu kwa muda mrefu vinakuwa kama vimekuwa vina vinakuumiza hivi Um, vitu ambavyo ni kama umekuwa umekaa navyo kwa muda mrefu, umeona, kwa leo unaenda kuzungumzia hawa maprofesa wa vyuo wa wa kinyumbani nyumbani wa Afrika wa Afrika, hawa maprofesa wanao wanao wanaofundisha na ninavyosema profesa, yani sema ma lecturer kwa ujumla, yani yani mtu anayefundisha chuo, umeona either awe ni lecturer au sijui senior lecturer si, so unajua vyo vyo vile, au awe eh, profesa kama profesa, umeona kwao kuna vile vitu ambavyo nilipitiaga mimi wakati niko chuo um, nyumbani Tanzania ambavyo najua watu wanapitia, wa, ambao wako vyuo nyumbani Afrika umeona bana, na na hivyo vitu ndo mara nyingi huwa huwa vinanikata simu, lakini nikasema kuna siku nitajaribu kuongelea no. Na hii inatokana na kujaribu kukutana na lectures wengine na na walimu wengine na namna nyingine ya watu ambavyo E, au tuseme ushirikiano kati ya, ya, ya mwalimu ya lecturer e, profesa na mwanafunzi umeona, baada ya kuona upande wa pili ndo nikagundua kumbe hii kitu inawezekana. Kwa hiyo mimi ni Oswald, na jina lingine Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Sasa tatizo namba moja ambalo um, maprofesa au ma lecturer uh, wanalo eh, Afrika ni kitu kimoja mimi yani, naita god complex. Yaani ni ile kujiona miungu, yaani watu miungu watu. Eh? Hii ni tatizo ambalo ambalo ni tatizo ni ni, ni kubwa sana yaani na, na kweli hawa maprofesa wengi wanajiona hivyo kwa sababu yani katika yale maisha ya kichuo ni almost kama vile anakuwa na hiyo power. Um, ukiwa, akiwa kwenye hiyo kozi yako anayofundisha anaweza anaweza akameka akakubreak yani unaona yani na hakuna na aidha sichukuliwa tu au kusiwe na, na, na, na, na lolote ambalo litamtokea. Kwa hiyo hao watu e, hii kitu inakuwa inawafanya wajione, wajione miungu watu yani, ambao wanaweza wanaweza wakakukontrol. Na hii sio kwa sababu labda yaani wanavyokuwa wanafanya hivi sio kwa kuonyesha labda yaani, kufanya kitu kwa sababu labda la wao ndo wanahekima sana duniani hapana, au kwamba wao labda yani ukiwa lecturer labda ndo una un, labda inawezekana kwamba ni watu wazuri au ya hapana. Yani ile tu ni kwa sababu mifumo imewapa nguvu fulani hivi, nguvu ya kufaulisha na kufailisha. Sasa unajua, katika katika maisha ya chuo kufeli na au kufaulu ni kama ni kama ile kufa na kupona, tuseme. Umeona kwaona maana sasa, yule unakuwa ni, anakuwa amepewa kama maprofesa wengi au ma, ma lecturer wengi wamepewa U, um, ule tunasema uwezo wa kukufelisha kuku, au kukufaulisha, kwa hiyo wanakuwa wanajiona kama wale wenyewe ni Maisraeli watoa roho, umeona bana, au Yesu Kristo kwa upande yani, upande mmoja wanaona anaweza akakukomboa au akakudumu aka, umeona na mbaya zaidi unakuta mfumo jinsi mfumo ulivyo, ni mara chache sana anaweza akaadhibiwa aka, aka huyu lecturer au au huyu nani profesa, na kuna watu wanafahamika kabisa kwamba huyu anafelisha sana watu e, hakuna mfumo wa kusema kwamba wewe kama unafelisha watu inawezekana wewe ni mwalimu mbaya yani, sio wanafunzi ndo wabaya, kwa sababu jukumu lako kama lecture ni kuwafaulisha wanafunzi yani, kwa kama wewe kozi yako ndo watu wengi wanafeli muda wote, ni kitu ambayo inaonyesha mapungufu yako wewe, lakini hakunaga mm, mekanizm ya kwenda ku, ya kumchunguza huyu mwalimu au lecturer na, kumwadhibu. At least kwa miaka hiyo ambayo nilikuwepo mimi niko chuo watu walikuwa yani wana, wana impunity fulani hivi umeona. Kwa hiyo walikuwa wanajiona miungu watu, umeona. Sasa hii kitu ndio nakuta inawajengea kiburi fulani hivi, wanasahau na wanaona kama vile wao wana uwezo wa kuwatisha wa, wanafunzi na kitu kama hicho. Kuna kuna kuna, lecturer mmoja kuna wakati, wakati mimi nasoma mwaka wa tatu, si ule a mwaka wa tatu si ule haya wa tatu nadhani alisema kabisa, alimtaja dada mmoja akasema, wewe nitakurudisha eh? <laughs> Yani kiutani utani akasema nitakurudisha na, yani na kweli akamrudisha, na sio kwamba akusema atamrudisha labda kwamba yule dada alikuwa ni kilaza, yani alitaka tu ku exercise power yake, na na hii sense ya kujiona miungu au kujiona unajua kila kitu, yani unakuta ni we ni ni, ni profesa wa m, wa jani fulani hivi au profesa wa wa kitu fulani hivi unasahau kwa sababu nakumbukaga mimi, kuna kauli moja nili, nilijifunzaga kwamba kuwa profesa is being a professor is knowing so little no knowing so much about so little, kwa sababu unavyokuwa unavyoendelea kusoma zaidi unanaro kitu unachokijua. Kwa hiyo unakuwa unajua kitu kidogo sana, ila unakuwa unakijua kwa upana zaidi. Kwa hiyo na maana kwamba ukikutana na profesa kwa mfano tuseme kama vyuo vya kilimo hivi, unakuta ukikutana na profesa una unaweza kawa ni profesa wa jani, yani hata mti mzima haujui vizuri yani, jani na hata jani lenyewe anaweza siwe profesa wa jani zima, anaweza akawa tu labda ni mtaalamu wa seli behavior ya seli ya jani moja. Umeona, kwa ni kwamba huyu mtu anajua so much about so little, umeona. Lakini sasa maprofesa wengi wanasahau, akishapata kuwa profesa na nini anahisi kwamba yeye anajua kila kitu. Kumbuka nilikuwa kwenye baya ya chuo, profesa mmoja akawa anabishana na me mekaniki wake ambaye amemtengenezea gari anabishana naye yule mekanika anamwambia bana, yeye nimebadilisha hiki hapa, kwa sababu hiki hapa kilikuwa kinasumbua na nini na nini. Anamwambia, wewe ujui mimi ni profesa. Unajua ile kauli mimi hadi leo inanichanganya. Na sasa, wewe profesa sawa, wewe profesa sawa, ah, sasa profesa wewe wewe una... wewe profesa wako unahusiana vipi na engine ya gari kutorani... Yani una maana ukishakuwa profesa basi wewe ni unajua kila kitu yani, ndio ile sasa inakuja kauli ya, ya umungu, umungu mtu, unaona kwao ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo ile mungu mtu unakuja unakuja hadi kwenye eh, kwenye mahusiano ya elimu na, na wanafunzi umeona. Ukiachana na hiyo sasa, hiyo inakuja inasababisha tatizo moja ambalo ni kubwa sana kwenye vyuo eh, ambao hasa sasa ilikuwa kubwa wakati nipo mimi kipindi hicho, ishu ya rushwa ya ngono. Umeona bana, rushwa ya ngono ni kitu ambayo ilikuwa inajulikana kabisa vyuoni, yani inajulikana kuna rushwa ya ngono, lakini ni kitu ha, yani hakizungumziki, unaona tu kuna wadada fulani unakuta tu yani wao yani i e, zinakuja tu kirahisi rahisi, umeona. Alafu unakuta kuna vichwa fulani tu masela fulani wanaliwa vichwa kinoma, unaona. Hii kitu ya rushwa ya ngono ni kitu ambayo imekuwa prevalent, na kumbuka mimi nimesoma Gaia FM, ilikuwa inajulikana kabisa kipindi hicho, umeona. Eh, tumetoka hapo nikaenda kusoma SUA. Yaani issue ya rushwa ya ngono ni kitu ambayo tulikuwa tunakizungumzia tu, ni kitu kinafahamika, umeona, ambapo ni kwamba sasa unakuta maprofesa wanakuwa wanawaahidi wanafunzi. Kwa mfano unakuta profesa au lecturer au nani amempenda, eh mwanafunzi fulani, basi anamwaahidi ana kumfaulisha ili apewe apewe ngono, unaona? Au hivi na hivi unakuta yani, kuna upendeleo fulani hivi ambao unakuta unaenda kwa watu lakini unaona kabisa kwamba return yake inakuwa ni, ni issue ya ki, ya kingono umeona? na na ni kitu cha cha ajabu sana kwamba inazungumziwa na hauoni kwamba watu wanachukuliwa ni machache. Sijawahi mimi sijaisikia kwa miaka yangu yote nimekaa chuo sijaisikia eh, profesa eh amechukuliwa hatua kwa hiyo kitu, lakini sio kwamba kilikuwa kipo. Ni vitu ambavyo vilikuwepo kila mtu ala, alikuwa anajua, umeona? na na na hii ile wanafanya sasa watu inabidi sasa inabidi wanafunzi wanageuzwa wanakuwa kama bidhaa sasa. Kwa hiyo na hawa na hawa ma, ma, ma lecture au ma professors sio nini? Walikuwa wanajiona sasa wako wana, wanaweza kuact bila impunity, yani umeona? Yani hakuna mtu wa kuambia kitu chochote, umeona? Kwa hiyo inakuwa inageuzwa sasa ile elimu inageuzwa inakuwa kama biashara ya miili, umeona? Kitu ambao ambao ambao sio eh, sio sawa. Na na na na sijui kwa nini, labda sijui kama sasa hivi ni tofauti. Kama ni tofauti sasa hivi, utashuka kwenye comment utaniambia. Hapo unakuta hii rushwa ya ngono inafanya, inafanya katika watu sasa, wanafaulu, inabidi wanaotoka ni wale ambao wanaweza kujiuza wanaotoka zaidi au au watu wanaweza kupendelewa kwa namna moja au nyingine, ndio wako ambao wanatoka um, wame wamejifunza na vitu kama hivyo bila bila kutoa rushwa ya ngono au bila kufanya hivyo, lakini pia inakuwepo ile group sasa ya watu ambao ndio wametoa rushwa ya ngono au namna gani kwa namna moja au nyingine wameweza kupita kwa kwa kubebwa namna hiyo, umeona. Sasa tukiachia hiyo sehemu hiyo ya pili, kuna kuna kitu kingine tena ambacho ambacho kimekuwa kilinikataga sana steam yani. Mimi nakumbuka eh, nakumbuka nilivyomaliza, mimi nilimaliza, nilivyomaliza SUA ndo nimekuja sasa, nimehamia zangu nimehamia zangu Denmark, e, nimekaa kidogo nikapata nafasi ya kwenda kusoma masters, unaona. Baada ya kupata nafasi ya kwenda masters nikafika, kitu ya kwanza, kozi ya kwanza darasani ambayo tulienda ilikuwa inaitwa econometrics. Nilifry exchange kwa sababu kwa sababu wakati nasoma SUA mimi nilikuwa nimesoma pia econometrics. kwa hiyo nikajua ah Yaani siku ya kwanza um, inakuwa inakuwa poa umeona. Kuingia darasani siku ya kwanza eh, nikaja na scientific calculator nimebeba yani, unajua vile vitu ambavyo nilikuwa mimi na vibeba darasani kwenye econometrics eh, nyumbani. Umeona. Hapa sasa ndo inakuja tatizo lingine u, aina ya ufundishaji. Umeona jinsi ufundishaji ambavyo ulikuwa una hauandai wanafunzi, unafika pale sasa econometrics, eh, of course yule mwalimu akawa na anatoa toa formulas na nini na nini, anazifuta haraka haraka, mimi nikawa najaribu ku kuziandika chini na nini na nini na nini, lakini inaenda kasi yani. Sasa naji, najiuliza, nikiangalia around wenzangu hawafanyi hiyo kitu, nikawa sielewi kwa nini hawafanyi hiyo kitu. Sasa baadaye tukapewa nani, tukapewa swali la ku, la kudili nalo ile swali likataja tu variables kadhaa afu tukaambiwa kwamba kuna data tutapewa data. Umeona, tumepewa data, nimeingia online nakuta data, data zime run yani miaka na miaka, umeona? Sasa nikajiuliza nitacalculate vipi, kwa sababu so, mimi nimeandaliwa huko SUA ni kukalculate, yani unaona, yani yani econometrics yetu ilikuwa yani unashusha namba vibaya, kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi ya computer, umeona kumbe vile vitu wenzetu wamefika level, hautakiwi hata ujue jinsi ya kucalculate, unatakiwa uelewe tu data ina behave vipi na calculations zinaenda vipi, ule uelewa tu basic zinaenda vipi, alafu baadaye kazi inafanya computer afu wewe ndio unatakiwa ujue jinsi ya kuinterpret majibu yanayotoka. Nakwambia nilifeli vibaya, maana nilihangaika, mimi nataka kucalculate. Sasa kwanza, una calculate una data set kubwa kishenzi, unafanya vipi? Kwa hiyo sasa tatizo hilo linakuja tatizo namba mbili ambao ni uf, aina ya ufundishaji ambao vio vingi sasa vinafundisha um, kile ambacho kinatoka kwenye mtihani umeona, sio kile ambacho kitakusaidia ukitoka pale darasani. Kwa hiyo kama, kama wenyewe kama pale swali waliamua kwamba eh tunafanya hivi na yalikuwepo maswali yako hivyo, kwamba maswali ya economics tunayowapitia ni haya, alafu mnaenda. Na sisi tulikuwa tuna calculate darasani na ilikuwa inakuja majibu na unasahishiwa majibu safi, lakini ile kitu kumbe ni kitu ambacho ukitoka nje ilikuwa haikusaidia katika maisha, umeona, haikusaidia kwa maana e, ya kwamba mimi sikufundishwa jinsi ya kuzi-interpret data ambayo ndio kitu ambacho nitakiwa nitakuja kukitumia zaidi maishani, yaani kuinterpret ku, ku, -ku output ambayo ndio kitu ambacho kingesaidia sana maishani. Nimefundishwa ile hardcore core calculation, kwa hiyo nimefundishwa kazi ya kompyuta, umeona bana <laughs> sasa sijui lini utaishinda kompyuta, lakini anyway, kwa hiyo ndio hiyo, namna hiyo ya kwamba vyuo vya Afrika sasa inafika kipindi ni kwamba Eh, vile vitu ambavyo unafundishwa inabidi uangalie jinsi connection kati ya pale na mtu atavotoka ataenda sehemu nyingine, kwa sababu ilinichukua muda na ilinichukulia ilinichukua kama kufeli kama mitiani miwili hivi kuja kugundua, I say, mimi ninavyoangalia hii inabidi niangalie kwa lenzi nyingine, maana yake sio vile ambavyo nilikuwa nafundishwa nyumbani, vile darasa ambavyo nilikuwa naliona nyumbani sio hili darasa ambalo liko hapa, umeona. Ukiachana na hiyo, kuna hiyo sasa kitu kingine. Kwa sababu kama shule zote umesoma nani, umesoma Afrika anakuja siku ya kwanza e, lecture anakuja, anawagawieni kitini kibuklet fulani. Wote mnatoka pale mbio, mnaenda mna kitoa kopi kile pale. Umeona, labda kina page 60 kina page ngapi? Miaka yote ndio inaenda hivyo, page 60 page ngapi. Yani, ataiweza kumeza hizo page 60 ndio atapata A. A na, nakumbuka kuna dada mmoja tumesoma naye alikuwa gani akipewa kile kitini anakimeza yani. Now, na sasa sana na profesa hawa wanatoa maswali kwa mule mule yani, unawekewa box ndio ile idea kwamba think about outside the box yani, ilikuwa wewe uwezi yani. Kwa sababu yani, ukijibu kwa uwezo wako ile wa kufikiria na kuchambua una feli kwa sababu yani, maswali yanavyokuja ni kwamba hivi na inakuja ni peji 80 kama walitaja point moja, mbili, tatu, nne hata zitaja na kudhiorozesha vile vile ndo anapata A. Hey, wewe ukitaka kutumia akili yako ku, ku, um, kuchambua na kujibu kwa akili yako inakula kwako. Umeona bana? Nakumbuka mwaka wakati kwa mwaka pili iliandaliwa um, eh, discussion moja hivi. Sisi tulikuwa mwaka pili na bidi tufanye na mwaka wa tatu. Kumbuka kipindi hili ilikuwa tumetoka ndo kulikuwa na issue ya ya, ya ya nani ya financial crisis za za 2008 hizo umeona. Kwa hiyo sasa ilikuwa tuijadili ile issue. Pale sasa ndo nilikuja mimi nilikuwa nilikuwa bado e, mwanafunzi lakini nikagundua ni hivyo, angalia news: ni jinsi watu wanavyoiongelea financial crisis na jinsi ambavyo tulikuwa tunaijadili sisi pale, watu yani hawa, hakuna connection kati ya mambo yanayotokea duniani na ile elimu mnayosoma darasani, yani mtu anajifike huyo mtu tu umemkaririsha nani graph ya demand and supply afu namwambia ongelee nani ile, hawezi, aelewi hata anaanza kuzungumzia wapi, kwa ule uwezo wa kuweza kuangalia globe kwa ukubwa yani, yani, data kwa ukubwa yani, misingi ile yani. Ilikuwa ni mibaya sana huku mwanzoni, umeona ni mibaya sana huku mwanzoni, kiasi kwamba sasa inakuja inazaliwa kizazi ambacho watu hawawezi kuchambua, umeona. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba soma hii, ukisoma hiki ndio hicho kinatoka, umeona kwenye hicho ki, ki pamphlet au, au ki, um, kitini usi ukiachana na kusoma hiyo kitu yake Yani maanake ukiachana na kusoma hiyo kitu haitoki, na una feli. Kwa hiyo, yani, ilikuwa ni straight up, yule anayemeza kitini ndio anaye anayefaulu, kitu ambayo hadi leo nashindwa kuelewa kama inaendelea. Kama una umeona hii situation na bado inaendelea, please comment hapo niambie ili tuweze kuijadili, kwa sababu ni kitu wa, nashindwaga kuelewa hadi leo inakuaje? Yani boundaries za kwamba eti mtu na una, eh, unamezeshwa vitu ili uweze ambao wanaweza wakayaelezea kwa sababu sio tu jibu. Dunia ile ya kwamba mmoja hivi hivi, jibu hili hapa, jibu hili hapa, ile dunia ishaisha. Yaani sasa hivi jibu ni kwamba data hizi hapa unapewa analysis, unaambiwa sasa imekuwa hivi, we unasemaje? mawazo yako kutokana na hiki na hii analysis unaiona umeona? au au haya matokeo unayoona ni vipi? Umeona? kwa hiyo kwa hiyo imekuwa imekuwa hivyo, kwa hiyo imekuwa ni elimu fulani ambayo tu haina context, ila imekuwa ina boundaries more than context, umeona? Na maprofesa wengi ukitaka kutumie, ukitaka kwa mfano utumie mifano halisi, wachache sana wanatumia mifano halisi, na wengi unakuta akiona mfano halisi na mfano wake huo huo anauelezea Tulikuwa hadi kuna kipindi unafika unasema, ah, yule profesa fani amewapa mfano fulani hivi, yaani mfano wake ndio anautumia miaka yote. Hakunaga ile kutumia mifano ya vitu ambavyo vinaendelea, uchumi wetu unavyoenda. Kama wewe ni, ni profesa wa uchumi, vipi? Kwa nini tolea mifano ya Vodacom, tolea mfano wa mpesa, changamoto hizo kawaida za ambazo zinaendana, ili watu waweze kuelewa katika eh katika dunia ambayo ni ya ukweli, sasa ya asilia, mambo yanaendaje? You um una una vitabu vyetu wa maprofesa wetu wako, wako stuck na ile mifano ambayo unakuta ni ya kiuchumi wa Marekani, Uingereza na nini, nini na nini huko Asia, lakini wanaacha ile kuja ku associate sasa ile mifano na na na, na maisha halisi ya, ya Mtanzania na maisha halisi labda ya Mkenya au ya Mganda. Umeona hakunaga ile ku, ile bridging gap ile theory ya ya, ya ku bridge gap kati ya kati ya theory na na real life, umeona kwamba sasa hapa tuna tunaunganisha vipi vitu hivi hivi hiyo ndo kitu nyingine pia ambayo ambayo nitaka nizungumzie kuhusu hawa maprofesa wetu na malecture wetu wa, wa, mm, e, wa Afrika umeona bana. Lakini kuna nyingine tena ambao kidogo nitaigusia tu kwa juu juu, wako sana associate, wako sana focus katika kukua hizi rank za nani yani unakuta ukiongea na watu wengi yani wamefocus kwamba mimi nitoke hapa nije niwe hivi niwe senior lecture niwe nipate niwe, e, ni PhD niwe doctor niwe e, profesa, yani wako focus na ile personal development, yani unakuta ni wachache sana wana focus katika development ile ya ya ya, ku, ya develop wenyewe katika ufundishaji, kujifunza kozi, kuchukua kozi za kwamba kwa nini ku analyze kwa nini wanafunzi wangu wanafeli, kwa nini nifanye kipi bora ije, wanafeli kutokana na kwamba ni, ni vilaza wao, au ni mimi kuna kitu nakosea kwao, ile kuji analyze wenyewe na kusema kwamba ili uweze kubadili mtindo wa kufundisha au au namna ya kufundisha, wengi hicho kitu hawafanyi, umeona? na wanakuwa wengi ukiangalia hiaba, em, hii hapa hii um, issue ambayo sasa ndio mifumo hii ambayo haibadiliki, unakuta wengi wao wanakuwa hii vimeyushwa kwa sababu kwa sababu kwanza hawasomi vitu vipya, umeona kama hivyo nilivyosema, hawasomi vitu vipya, hawakaribishi vitu vipya. Yaani mtu ana kitini chake ndio hicho hicho anaenda nacho. Yaani yeye mwenyewe pia haji update. Yaani yuko amesharidhika na miradi yake miwili mitatu anafanyia research na nini na nini akisha toka zake huko kwa sababu yeye amefocus katika kukua tu yeye vitu vipi ajifunze vitu vipi vitu vipi ya kuviongeza kwenye mitaala hawafanyi umeona hawashiriki eh, kwenye hizi tafiti, tafiti, ambazo zinaendana na kile wanachofundisha unakuta sana sana wanashiriki kwenye zile tafiti ambazo wanajua zitawasogeza wao kufikia ile professorship au kufikia level fulani katika hizo ngazi wanazozichase za za, za, za vyuoni umeona unakutana na wengine hawaendani hata na teknolojia ambayo yani ipo yani, na sasa hivi ndo gap linazidi kuwa kubwa, kwa sababu vijana wanazidi kuwa na wako na, na teknolojia wanaenda na teknolojia kasi. Gen Z sasa hivi wanaenda na teknolojia kasi afu unakuta maprofesa ndio ile wametulia tu, yani wako na zile zile zao za zamani. Imagine yani kulikuwa kulikuwa kuna zile nasoma, kulikuwa, kuna, uh, zile slides, zile za miaka ile zile za kutumia tochi na mulika afu kivuli kile mnakiona umeona kwa hiyo, sasa unakuta huyu mwalimu alikuwaga na hizo slides hizo toka miaka hiyo. Imagine hizo slides hawa print siku hizi, maana kama mtu alikuwa yuko nayo ni za miaka na miaka. Kwa hiyo naye mnyana anakuja pale na ile ile nani ya tochi ile, anaweka mna, ina reflect, ndio mnasoma. Umeona? Kwa hiyo kutoenda na trends, kutoenda na trends ili ili uweze kuconnect na hao wanafunzi ambao ni wapya, ambao ni kizazi kipya, damu inachemka. Umeona? inabidi kubadilisha hizo notes zako, ambazo notes ulikuwa nazo, sio kuzibadilisha kwa maana kwamba, kwamba uzibadilishe zote, kwa sababu kama wewe unafundisha uchumi, ni uchumi tu, lakini kuzi update ili ziendane na na wakati, ziendane na na aina ya darasa ulilonalo, kwa sababu mimi siamini kwamba eti notes unaweza kazitoa za mwaka huu na mwaka ujao. Yani hata kama hamna kilichobadilika group at least group la wanafunzi limebadilika, alafu kabla ya kuingia darasani wengi hawajiandai, yani kuna ile kujiamini tu kwamba mimi najua na kwa sasa, kwa sababu mtu anafanya kitu hicho hicho repetition na na na, na na na na kitini chake amesha kimeza hata kujiandaa inakuwa hakuna kujiandaa. Umeona na, na na kitu kingine kibaya zaidi ni kwamba au wengi malecturer wa wahivi au sio maprofesa wa wa wahivi hawatakaji hata kuulizwa maswali yani, yani, wenyewe ana yani, ukifika tu ana nakumbuka, kuna mmoja sasa mtaja jina aliulizwa swali ambalo lilimchallenge kidogo, akarusha na chaki akataka kumbonda jamaa, umeona kwa hiyo yani, ni kama vile unakutana yani, yani, kizazi hiki kipya sasa hivi ni sawa yani, ni sawa unakutane utoke na Nokia yako 3310 afu unaenda kumwelekeza teknolojia mtu anaendesha Tesla kwa mfano hawa yani, ndio unakuta ndio hiyo gap iliyopo kati ya hawa hawa maprofesa na kizazi hiki kipya sasa nyingine ambayo inanikera kuliko zote, ambayo mi naona kwamba ndo tatizo umeona hawa maprofesa wengi ni watu ambao walisoma nje, umeona yani, ni watu ambao walisoma nje na wameshaona jinsi uhusiano wa, wa, mm, wa, wa, wa, wa, wa profesa na mwanafunzi unavyotakiwa uwe, kwa sababu na wenyewe walikutana na uhusiano na mimi. Hiyo kitu kiukweli, mi mimi mwenyewe ilinishok, kwa sababu nilivyotoka nakuja kusoma nje nikagundua kumbe uhusiano kati ya profesa na mwanafunzi hautakiwi uadui, umeona kwa sababu hiyo kitu mimi nilikuwa sielewi, nilikuwa najua yaani ndio ni uhusiano yani wa paka na panya, kwa sababu ndo uhusiano ambao tuko nao Afrika umeona. Yani wewe ukimwona profesa ukimwona nani inabidi uanze kujinyea kujinyea, umeona. Nilipofika huku nikagundua kumbe sio, yani profesa inatakiwa au lecture wako inatakiwa awe rafiki yako. Na, na wewe we, yani yeye kazi yake inatakiwa wewe kufaulu, yani yeye kitu yani anatakiwa kupimwa kutokana na wewe kufaulu, yani anatakiwa akujenge wewe, ndo kazi yake, ndo mshahara wake unalipwa kwa kukujenga wewe uweze kuelewa. Wenzetu ndo wanafanya hivyo. Sasa nikashangaa na kushangaa sana, kumbe ndo inatakiwa iwe iwe hivi, kwa sababu hao hao maprofesa wengi wengi wamesoma nje, kwa hiyo standard hii wanaijua standard ya risi kwamba profesa na hii relationship inayotakiwa kati ya profesa na na na, na mwanafunzi umeona. Kwa sababu wenyewe walikuwa treated hivyo, wal, wal, wal, walikuwa eh, wamekuwa eh, wamekuwa eh, nini ma, maprofesa wao walikuwa ga collaborators wao na sio mapolisi kama ambavyo wenyewe wanaotaka kufanya, umeona. Walikuwa encourage, unaona, kuuliza maswali, unaona, na inawezekana wal, walifanya hivyo vitu, walijenga ujasiri na wakafundishwa hadi waka, wakawa na critical thinking, wakafikia hatua hiyo waliofikia. Sasa bana wanarudi Afrika bana <laughs> wanarudi Afrika, wanaenda kuwa kama wale yani. Yani, inawezekana hata wakati wako huko wanajifunza hivi vitu, si ajabu bado wanapania wanzao mimi lakini nikirudi Afrika hata nikoma, kwa sababu jamaa wakirudi Afrika wanakuwa kinyume tena akili ambayo walijifunza, na wengi unakutaga wanapania, mimi nikirudi mimi sitakuwa kama wale, mimi sitakuwa kama wale, lakini wanakujaga kuwa wale wale. Kuna wachache mimi nilikutana nao ambao wamesoma huko na kuja kuuliza watu baadaye, wanasema yaani ndo wale wale wale, umeona yani wale wale, umeona, wanafanya wa, wa, wa, wa yaani yaani yaani kile kitu ambacho wenyewe walipokuwa wanafunzi walikuwa na kilaani. Umeona, ndo ile ndo nasema kuna vitu vingine ukikifanya uki, yani inakuwa kama kuna laana hiyo ambayo inabidi tena iendelee kwenye kizazi kinachofuata. Ndo mojawapo ni kama hiyo hiyo laana ya kuwa eh, um, uh, uh, kutritiwa vibaya, kwa sababu na wewe unakuja unapania unataka kutritiwa tu vibaya. Umeona. Sasa ndo ndo vitu kama hivi ambavyo kwa ukweli yani ukiniuliza uki, uki mimi naonaga vina vina vinakata vina steam. Umeona. Kwa hiyo kwa hiyo na hii podcast ndio wanasema kwa sababu sio sio sio sio tu kitu ya kulalamika tu na nini. Ni kitu ya, ku, ya kujiuliza maswali na, ku, na, na, na, na, na na na na kuchambua hii issue ambayo tunaenda nayo. Ni kwamba kwa nini hivi vitu kwa mfano vinaruhusiwa? Ruhusiwa vitu kama rushwa ya ngono. Eh? Na na kwa nini watu wanakuwa wana wanajua kwamba hizi vitu zipo. Umeona, lakini havifanyiwi hakuna mabadiliko yote yanayotokea. Okay, umeona. Kwa nini mfumo wa kuwaadhibu maprofesa ha, au, au sio tu kuwaadhibu, E, kuwafanya tu awe responsible, yani ku, kuwapima, kuwa, kuangalia kwamba bana, wewe kigezo chao wewe unafelisha sana watu wanafeli sana kwako, nini tatizo? Mbona wafeli kwa wengine? Umeona, kupima ile upima kwamba je, wao watu nakumbuka kumbuka, kumbuka uajili ulivyo, tatizo nao pia ni uajili wa, wa, watu vyuoni Ee, mtu anaweza akawa tu huyu ana GPA ya 4 ndio tunamwajili, lakini kumbe GPA ni tofauti na ufundishaji. Inawezekana yupo mwenye GPA ya 3.5 ana kipawa zaidi cha kufundisha kuliko huyu mwenye 4 lakini kwa Afrika ni kwamba tu huyu mwenye 4 watampa, hawaangalii kipawa chake cha kufundisha namna gani na nini. Na kwa hiyo unakuta unakutana na walimu wa magiki, wana wana akili afu vilaza. Yani ushaona mtu anakuwa na akili afu kilaza kwa ndio hiyo nakuta hatubadilishi mfumo ule wa kufundisha wa kujaribu kulink hizi mambo za theory na practice na kujaribu kulink tu, achana na theory na practice, lakini tu ile ile maisha ya darasani kulink na maisha ya nje ya darasa, kwa sababu unamwandaa huyu mtu ili atoke nje ya darasa. Umeona, kuacha ile wanafunzi kuache kuogopa na nini na vitu kama hivyo. Kuna kitu kwa mfano um, sijui kama kitakuja kutokea E, nikiangalia kwa Afrika kama nikiangalia kwa Tanzania nilikotoka, huku nilikuja nilikutana na mtihani wa open book, ambao ni kwamba unapewa vitu vyako na nini, unaulizwa swali kwa unapewa nafasi ya kuchambua, kuangalia na nini afu kucompile ripoti yako. Kwa hiyo sio kwamba umezuiliwa, kila kitu kimefungiwa. Kwa nini vitu kama hivyo, vitu kama hivyo vipya hatu hatu adapt, na ni vitu ambavyo wao maprofesa walikuja huku eh, na wakapitia. Umeona bana, kwa ndo ilikuwa lengo langu la leo ilikuwa kuongelea Um, hawa hawa maprofesa na sio kwa nia mbaya, maprofesa wengi ndio hivyo, tumesoma huko huko na sio wenyewe, inabidi elimu yetu li eh, eh, ujaribu kuchangia au kuang, kujiangalia wewe mwenyewe au kuambia Eh, ndugu ndugu zako inabidi kutengeneza system fulani za independent hivi ambazo za, za, za kuripoti rushwa za ngono hizi, ili hata kama angalau hawa hawa wa, wa, wa, maprofesa wao na wasiwasi kwamba wasi, naweza nikaripotiwa. Umeona, system fulani za, za anonymous ambazo mtu anaweza karipoti yani, afu zikafanywa uchunguzi. Umeona, inabidi kuweka evaluation za maprofesa. Umeona, achana na nakumbuka sisi tulikuwa ukishamaliza inakuja mnatumiwa linki, kila mtu anazungumzia na inakuwa ni anonymous, kwamba wewe unamchukuliaje huyu profesa. Kwa watu wanaongea kwa uhuru wao, kwamba bana, hivi labda jamaa alikuwa anachelewa darasani, jamaa hivi, jamaa anapiga watu bila sababu, jamaa hivi, anasema atafelisha vitu kama hivi, au kama ni mzuri, watasema atakuwa vitu vizuri. Na wewe kama kweli ni lecturer ni nini, inabidi uencourage kitu kama kweli unafanya unafanya vitu kwa haki umeona. Na inatakiwa kuwa na, na, na, na curriculum ambayo at least inabadilika, hata kama sio kila mwaka, at least hata kila baada ya miaka miwili kubadilisha vitu ambavyo vinaendana na vitu ambavyo vinatokea eh, current situation za kipindi like hicho, ili watu waweze kuevolve kuendana na, eh, na muda umeona na kuwapa wanafunzi nafasi ya kuuliza maswali, kutafakari, kupinga na kwa sababu mm, hiyo ndio kitu wengi hawaruhusu na ndio maana tunakuja tunatoa tuna, tuna vizazi vilaza ambavyo sasa baadaye wanakuja wanaingia hata huko serikalini, hata kuuliza maswali hawawezi. Kitu wanakiona kabisa, kwa sababu si unaona maprofesa kibao wanaajiliwa wana, wana serikalini, hata kupinga kwamba bana hii kitu inaendana tofauti na mimi nilivyosoma, hawawezi, kwa sababu inabidi tu waunge mkono, kwa sababu ndo tumeandaliwa kuunga mkono tu kwa hiyo toka unavyoanza shule unaandaliwa kuunga mkono kiasi kwamba ikifika kipindi cha kupinga uwezi kupinga, umona. Kwa sababu ishu ya accountability sio kitu ambacho kiliwekwa mbele, umona, um, ilikuwa ni ishu tu ya, ku, ya kufelisha na kufaulisha, na ilikuwa waangalie kwamba huyu bana, huyu anafelisha sana, basi awe accountable kwa vile vitu anavyofanya. Kondo, hivyo, hiyo ndo hivyo hiyo ndo issue yangu ilikuwa ya leo au sio bana, nikasema ngoja niwa, niwagusie gusie ndugu zangu nyinyi ambao ni maprofesa huko, labda mtaenda kubadilisha mambo. Lakini nadhani mkibadilisha, yani maprofesa mna nafasi kubwa ya kuweza kuishape jamii, umeona nyinyi ma lecturer mna, mna, mna uwezo mkubwa wa kuishape jamii na ika, yani tukaipata ile Afrika ambayo tunaitaka. Sasa ina maana mkiwa nyinyi vilaza, Afrika tutaipata ni Afrika ya vilaza. Sasa Afrika ya vilaza, vilaza nadhani tunajua hadi sasa hivi Afrika ya vilaza imetufikisha wapi? Unaona, unaona, sasa Afrika ya vilaza ni Afrika ambayo haitufikishi sehemu popote, au sio bana? Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Peace.